Ibrahim Rahbi tayari yuko hapa, karibu, shukrani sana. Huyu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akijikita zaidi maeneo ya Mashariki ya Kati na nchi za Kiarabu. Rahbi, uh, huu utekelezaji wa awamu ya kwanza unafanyika kwa yale makubaliano yenyewe, ama kuna kuna kile ambacho hakionekani kama ndio kitu ambacho walikubaliana? Bado wanatembea kwenye vifungu 20 ambavyo Trump ndio alivyowasilisha lakini vimekaa kimtego sana na kama uh, wanachokitegemea yani, unajua kama itafika kupoteza basi Hamas wanaweza wakapoteza kwenye hii mechi e, ikiwa uh, Trump atamsaliti Netanyahu e, hawa watapoteza kwa sababu mara zote unapokaa kwenye meza umeshika nini ndio mazungumzo yanavyokuwa na nchi nyingi zinapokuwa kwenye migogoro au mataifa yanapokuwa kwenye migogoro mara, e, yanapenda sana kushikilia kitu ili yapate kitu. Nitakupa mfano mgogoro wa Urusi na Ukraine. Unaona Ukraine kuna wakati walivuka mstari wakaenda upande wa pili. Walikuwa wanataka washike kitu ili wamlete Urusi kwenye meza. Ikifika muda ule tunabadili. Yaani toka nitoke. Lakini wakashindwa kushikilia bomba. Kuna kipindi, mgogoro wa Sudani, uh, RSF walikuwa wako tayari kwa mazungumzo muda wote na jeshi lilikataa kwa sababu wakati huu RSF walikuwa naishikilia mpaka Khartoum na Omdurman, kwa sababu walikuwa yani na kitu kikubwa, tukija kwenye mgao, sisi tunapata, nyinyi mnakosa. Jeshi likagoma, leo hii RSF hawataki mazungumzo, kwa sababu tia hawana kile kikubwa ambacho tutakaa kwenye meza tutapata. Sasa na haya mazungumzo yanakuwa hivyo. Kwa Hamas dhamana yao ni mateka uh, awamu ya kwanza ya leo tutashuhudia kuanzia saa tatu asubuhi na Trump yuko njia anaelekea Israeli Saa tatu asubuhi Hamas itawakabidhi mateka wastani ishirini walio hai, alafu kuna miili kama ishirini na nane ambayo hiyo sasa itachukua muda, maanake kuna wengine walikufa sehemu hawajulikani, wa wengine walikuwa na walinzi wao, waliwawa wote pamoja. Kwa hiyo ni kuanza kusaka, kunyanyua zile rabo, vifusi tuanze hata kuchukua vile ile, yale mabaki na kupima DNA kujua huyu ni nani, huyu ni nani nani huyu. Hiyo inaweza ikachukua muda mrefu. Sasa hapa dhamana yenye nguvu ni mateka hai ndio dhamana yenye nguvu ambao wote wanakuwa umewaachia upande wa pili, na tayari mazungumzo ya awali ambayo yana phase tatu. Haya ni phase ya kwanza ambayo inaruhusu kuachia mateka upande huu na huu lakini pia uh, Israeli watatoka line moja kwenda line ya pili. Usalimishaji wa silaha utakuja kwenye mazungumzo ya pili. Hii ni kuruhusu misaada ingie. Sasa phase ya pili ni ngumu kwa Hamas kwa sababu dhamana pekee ni kauli ya Trump aliyoshikilia kuwa vita imekwisha na anaweza kuidhibiti Israeli kwa kiwango gani Israeli? na, na naulizungumzia hapo swala la kwamba uh, iwapo Trump atamsaliti Netanyahu eh, kwa djewa... uh, Hamas watakuwa wamepoteza. No, iwapo Trump mm -hmm. atawasaliti washirika wake, yani wa wale nchi za Kiarabu ambazo zimejidhamini akarudi kwa Netanyahu, Hamas wanapoteza. Yani kinachoshikilia hivi sasa usitishaji sio tena Hamas nguvu wala Waarabu, ni Trump kuidhibiti Israeli. Kwa, hatutaki urudi ni kwa sababu Israeli huwa hafanyi mambo bila Marekani yn yani, mpaka green light ya Marekani ndio anaweza akarudi. Haya makubaliano sio makubaliano ya mapenzi ya Israeli, ndio maana unaona makubaliano yanaenda kusainiwa ni Sharm el-Sheikh. Trump atahutubia bunge la Israeli Knesset, akitoka na kwenda Misri kuhudhuria utiaji saini. Zaidi ya viongozi wa nchi ishirini watahudhuria. Israeli hawana uwakilishi wa ngazi za juu, hawaendi manake kuwa hawajasitisha vita kwa sababu walipenda serikali ya right wing haijatimiza malengo yoyote, kwa hiyo hichi sio kitu kizuri kwao. Sasa baadhi ya mawaziri wa mrengo wa kulia wamemkubalia Netanyahu kwa sababu wanasema tutarejesha mateka wetu, lakini Hamas pale watagoma kuweka silaha chini, tutarudi kwenye vita. Sasa mazungumzo ya awamu ya pili ndio hayo, weka silaha chini, Israeli toka kwenye, nenda kwenye line ya pili. Nani anakubaliana na mwenzake? Hapa Israel wakizipanga karata zao vizuri kwa kumshawishi Trump akakubaliana na hoja zao, Trump atawapa green light. Hamas wamegoma kusalimisha silaha, hoja nyepesi, na watarudi tena kwenye vita ya muda mrefu. Maana yake washirika wa mrengo wa kulia hawaelewi kingine na, wakati no, huo huo watakuwa hawana tena dhamana ambayo wameikamata, eh, hawana dhamana, yani dhamana pekee iliyopo ni Trump, kwa sababu haya makubaliano sio makubaliano ya kisheria ni makubaliano ya hulka au ni makubaliano ya, ya matakwa mapenzi ya Trump. Hayana ulinzi wowote wa, wa kisheria wala dhamana yoyote ya kisheria kuwa Israel atatakiwa atekeleze, ikiwa hatotekeleza, atawajibishwa kupitia wapi? Hakuna makubaliano ya kisheria ambayo Israel na Marekani kama wamewazunguka wote, yaliyo yaliyofanya Ufaransa, Uingereza, Australia, Canada wakaitambua Palestina kwenye mkutano wa juzi wa Unga kwa sababu haya ya sasa yalizaliwa ya kutoka kwenye mkutano wa Unga baada ya nchi zaidi ya asilimia themanini ya viongozi wa dunia walikuwa naishutumu Israel kwenye mkutano wa Unga, nchi mia moja hmm, na arobaini zote zilikuwa zikishutumu Israeli kwa kile kinachoendelea. Ikafikia pahala wakatoka nje. Wakatoka hmm, hmm, e, wakati anahutubia hmm. Sasa ile ndio ilikuwa njia ya kisheria yenye dhamana yenye ufuatiliaji Njia hii ilianzishwa kwenye mkutano wa Unga 79 mwaka jana wakati Saudi Arabia alipewa jukumu pamoja yeye na Misri kuzitaka sasa nchi zichore mstari wa ajili ya taifa lijalo la Palestina. Kwa hiyo kuitambua kati ya Uingereza, Ufaransa, Kanada na wengine ndio ilikuwa njia halisi ya kwenda kupata suluhu ya kudumu. Lakini Marekani na Israel kwa kutumia akili zao wakawazunguka, kuleta haya makubaliano ya utashi, wakaacha njia halisi tukaja kwenye makubaliano ya utashi ambayo hayalindwi kwa sheria yoyote. Sasa haya yanalindwa na uwepo madarakani wa Donald Trump pekee. Kama Trump ataondoka, Israel itakwambia hamna sheria yote inayotubana sisi kuheshimu haya makubaliano. Kwa hiyo ni kama kiini macho, bila shaka na kimebarikiwa na nchi nyingi ambazo, e, naweza kusema ikiwa yatakuja kuvunjika, kuna nchi zinazoitwa nchi zenye waislamu na nchi za Kiarabu zinatakiwa zibebe lawama zote kwa sababu Hamas walisha yakataa haya makubaliano yalivyopelekwa, mm -mm. Hayako sahihi. Qatar, Saudi Arabia, Misri, sijui wote, wamewasukuma Hamas, lazima mkubali, hii ndio suluhu pekee. Na Rais wa Uturuki Erdogan kabla hata ya hayajatangazwa alianza kutangaza akasema, haya ni makubaliano bora kabisa. Sasa hawa wamewalazimisha wakubali, dhamana pekee ni Marekani, ambayo Marekani, Marekani yeye ni, ni mshirika wa upande mmoja wa mzozo Marekani ni Israeli, marekani ndio anamsapoti Israeli, Marekani ndio anampa silaha Israeli, Marekani ana kila kitu Israeli. Huyu ndio dhamana sasa, unaweza ukaihakikisha dhamana gani ya hivi? kuwa yeye ni sehemu ya ushirika wa upande mmoja akisaidia kwa kila kitu, alafu anajigeuza anakuja kuwa yeye dalali, mpatanishi, anasimama katikati. Huyu atatenda haki gani kwa upande wa pili ambao amefadhili upande mmoja kwa miaka miwili kumaliza upande wa pili na huwa anakubaliana na hoja za upande huu bila kipimo. Sasa uh, kwa mantiki hiyo na kwa kuwa dhamana pekee iko mdomoni mwa Trump hmm. Kwa namna ambavyo unaona hii awamu ya pili ya makubaliano ya kuweza ku, eh, kupukunywa kwa silaha unafikiri kutafanikiwa? Ni vigumu sana, inabaki tu kuwa ni utashi kama vilevile vile. Utabaki kuwa ni utashi wa Trump kama anataka. Kwa sababu Hamas walichosema kuwa silaha zetu ziko kwa ajili ya vitu viwili, utaifa wetu na sisi ni resistance. Yani wasema kuwa silaha zetu hatuwezi tukaziweka chini kama hatuna taifa letu mm. Hizi tulizibeba kwa sababu ya kutaka uhuru wetu. Kama uhuru wetu unahakikishwa, sisi tunaweka silaha chini. Sasa ha, hivyo vyote havipo, hawa vigumu kuweka silaha, wanachosema kuwa sisi silaha zetu tunaweza tukaweka kwenye maghala yetu wala tusizitumie ila hatuwezi kuzisalimisha. Kwa hiyo Israeli watakuwa na sababu, huyu amekiuka makubaliano, lakini watasahau kuwa kuna makubaliano ya nyinyi kuondoka kabisa Gaza na kuweka kikosi cha kimataifa kije pale. Ukiangalia katika yale ma maazimio, uh, nimeona kuwa nchi kama za Misri, Uturuki zimeanza kutoa mafunzo kwa baadhi ya vikosi ambavyo vinatajwa kuenda vikaja vikakaa pale. Sasa ukiangalia haya makubaliano, swala la vikosi vya kimataifa limewekwa mbali sana lakini kuna kunaweza Rahbi, kunaweza kusipelekwa vikosi vya kimataifa lakini, Israel kitendo tu cha kukubali kuondoa wanajeshi wake walioko kule Gaza hakiwezi kawa kwamba ni, ni ni ni sababu tosha ya kwamba vita vile vikamalizika. Kwa hiyo tayari ameshaanza kufanya hivyo, kuwaondoa hawa wanajeshi kidogo kidogo, amesogeza laini moja, yaani yuko nje ya eneo la Gaza kwa asilimia 55. Alafu awamu ya pili atasogeza tena, kwa hiyo itakuwa kama sabini. Awamu ya tatu atakuwa kwenye buffer zone, ambapo hakuna inachomwambia kuwa uondoe kamili, kwa hiyo wanaweza wakabaki, mwisho kabisa kuwa wakabaki kwenye buffer zone ya ya Gaza, ambao ni mzingiro ule ule ambao ulikuepo miaka yote. Sasa hakuna kinachoisukuma, na kitu kingine kigumu zaidi, washirika wa mrengo wa kulia, wao hawa haya makubaliano walikuwa hawayataki, na wamemwambia Netanyahu kama Hamas, wakigoma kuweka silaha, tunarudi vitani, na wao ndio wameishikilia serikali. Unajua ndani ya Israeli, kama miezi mitatu iliyopita bunge lilipiga kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu akanusurika. Kwa hiyo alibaki sheria. Israeli haina katiba, inaendeshwa kwa sheria na bunge. Sasa sheria inataka ni miezi sita kutoka kupigwa ile kura mpaka kura nyingine kwa hiyo Netanyahu wana miezi zaidi ya mitatu. Bunge la Israeli linafanya shughuli gani? Ndio linaotunga sheria na linafanya utekelezaji na mahakama ni uamuzi wa mwisho kabisa wa Israeli. Kwa hiyo Israel haina haina katiba. Sawa. Yaani inaendeshwa kwa sheria, mm -hmm. Kuna sheria zilizowekwa lakini hakuna katiba. Sasa nchi inavyoendeshwa, katiba ya kushikika. Katiba kama sisi tunasema kwa mujibu wa katiba, mm -hmm. hiki kifungu tumevunja hatu mm -hmm. Israeli haina katiba. Mm -hmm lakini hata Marekani hawana ile katiba kwamba hii ndio katiba yao. Ndiyo. lakini wanayo wanayo katiba. no, no. Hawana katiba, wana rasimu ha, wana wa, wa, uh, ambayo haikumalizika eh, okay. Hamna utekelezaji yani, kuwa haifanyi kazi, kwa hiyo mfumo wa nchi unaendeshwa katika vitu hivi, okay. Ni bunge na mahakama. Ndio maana Netanyahu alivyorudi katika hii awam, kitu cha kwanza alichotaka kuidhibiti mahakama, kwa sababu maamuzi ya mwisho yako kwenye mahakama kuu kudhibiti wanasiasa. Netanyahu akasema haiwezekani mahakama ambayo yaani hawa, mahakimu hawajachaguliwa na hawa wabunge wamechaguliwa mahakimu wafanye uamuzi wa watu waliochaguliwa. Kwa hiyo akataka kugeuza kuwa uamuzi wa mwisho wa nchi wa unatoka kwenye bunge. Yaani tudhibiti mahakama. Lengo ni kudhibiti kesi zake ambazo zilikuwa zinaendelea kuwa wao wabunge watapanga uamuzi kuwa jaji fulani hatumtaki, fulani tunamtaka. Huyu ondoka. Yaani kwa hiyo watapachika watu wao ndio swala lilo aliloanza nalo. Kwa hiyo ndio mfumo wa Israel unavyoendeshwa kuwa hakuna. Unauona una, uh, haya makubaliano kama yangekaa kisheria katika makaratasi, watu wakakaa na kusaini, pengine vita hivi vingemalizika. Visingeweza kumalizika kwa sababu tuna vita ya miaka sabini na nane tunazungumza, ila kungekuwa kuna udhibiti wa kisheria ambao una nguvu na yani ile unajua ninapopeleka mfano, mfano haya makubaliano wakati yanaanza Israel amekataa kabisa hakuna kifungu kipitishwe kwa kubarikiwa kwa Umoja wa Mataifa, kwa sababu ndani ya Umoja wa Mataifa utapata udhibiti. Utadhibitiwa kisheria mm, lakini kama tutayapitisha huko pembeni nitayavunja na hakuna ambaye ataweza kunikamata kwa sababu itakuwa rahisi tu. Sasa hayajapita wewe fikiria kitu kimoja, mwaka 93 kulikuwa kuna makubaliano ya Oslo ambayo yalianza mwisho wa miaka ya themanini yakaja wakati wa Bill Clinton 91, 92, 93, wakatia saini makubaliano, ndio ikavunjwa. PLO ikaanzishwa, PA ikaanzishwa, Fatah Yasser Arafat akawa rais Wakuanza wa kwanza wa mamlaka ya Palestina, wakaenda kwenye makubaliano ambayo yalitaja kuwa taifa la Palestina litakuja kupitia mipaka ya mwaka 1967. Jerusalem Mashariki itakuwa mji mkuu wake. Isaac Rabin akasaini, wote wakasaini, yakabarikiwa na Umoja wa Mataifa. Israel alivunja aliuawa, makubaliano yakavunjwa. Wakati wanasaini walowezi walikuwa wanaishi West Bank walikuwa laki mbili na nusu leo tunazungumza walowezi wako laki saba na nusu. Na, naomba nikurudishe nyuma wakati wa Isak Rabin, hmm, inavyoonekana kwamba si Netanyahu tu huyu ama si kiongozi mkubwa wa Israel ambaye ndio ana mamlaka ya kuweza kusema kwamba vita vya vita vyetu ama kuishambulia Israel, uh, Palestina tuache, inaonekana hata wananchi hawataki kuwepo na amani, na ndio maana hata hizo watu wabini aliuli na wananchi, alompiga yule alikuwa ni mtu wa kawaida tu, alompiga risasi. Ndani ya Israeli, kuna jamii mbili zimegawika, kuna jamii ambayo ni ya Wazayuni na kuna Wayahudi, ni vitu viwili tofauti. Wayahudi ni wale waliofanya maandamano mfululizo Israeli mpaka leo, hao ni Wayahudi wanaoratibu maandamano Marekani, Uingereza, kote Australia, ni Wayahudi sio Wazayuni. Uzayuni ni itikadi. Sasa ndani ya Israel kuna wazayuni, unaweza kuwa mzayuni lakini sio mza mza. Kuna jamii moja wa, wa kidini wanaitwa wal wale wayahudi wale wa hawakubaliani na mfumo mzima wa kizayuni uliopo ndani ya Israeli, halafu kuna wazayuni. Unapozungumza uzayuni ni wale wanazungumza kuhusu grte Israel Yani, Israeli pana kubwa ambao mipaka yake wanaiona Saudia, wanaiona uh, kule Misri, wanaiona Jordan, wanaiona uh, Siria, wanaiona Lebanon, ndio mipaka wanaiona. Unapozungumza Wayahudi, Wayahudi wanaamini kuishi pamoja kati ya Waarabu na Wayahudi, wanaamini kuwa tulishaishi pamoja. Wazayuni hawaelewi hilo, uzayuni wanataka kwenda mbali zaidi. Sasa ndani ya Israeli kuna hilo. aliyempiga ni wa kawaida ni mzayuni, sio myahudi sasa ndani ya Israeli wapo ambao wanaunga mkono taifa la Palestina liwepo ndani ya Israeli, wapo wanapinga taifa ambao ni wazayuni, na wayahudi tofauti. Kwa hiyo hilo lote linawezekana, sio sio kuwa waisraeli wote hawataki uwepo wa taifa la Palestina. Walio madarakani na walioshika serikali ni wazayuni ambao kuanzia mwaka sabini na tatu unajua, uh, Kennedy aliwadhibiti wa Marekani kutaka kuanza kufuatilia kuhusu nuklia zenu na nini na kitu, nini kilitoka wanajua yaliyotokea baada ya pale kuanzia 1973. Uh, mashirika ya Kiyahudi au ya Kizayuni yaliyo Marekani yakaongeza nguvu kuwekeza kwa wanasiasa wa Marekani. Yaani ni sawasawa wewe huna uwezo, lakini unatafuta bouncer mmoja mwenye nguvu sana, unammiliki ndio unakuwa unatembea naye muda wote. Kwa hiyo hamna atae kugusa ndio Israel alichokifanya. Wanasiasa wa Israeli walienda kujipachika kwa Marekani kuwa tupo na ulinzi mkubwa, tuko na mwaka sabini na tatu, zaidi ya miaka hamsini, na wanaishi ndani ya Marekani. Sasa ngao walionayo ni Marekani, ambayo anawapa bima kimataifa, anawapa bima ya ulinzi. Leo hii mahakama ya ICC inatoa waranti ya kukamatwa, Marekani anaipiga vikwazo mahakama kwa sababu ana nguvu mm -hmm, lakini Israel hawezi kuipiga vikwazo mahakama, hana nguvu hiyo, ila yuko ndani ya ulinzi wa Marekani. Majukwaa ya kimataifa, unapokuja kwenye Umoja wa Mataifa, mnapotaka kuiwajibisha Israel, Marekani anaweka veto. Israel hana veto, anakingia kifua, ana kingia kifua. Ndipo walipojipachika, yani kuwa tunaweza kupata ulinzi wa Marekani tutimize malengo yetu. Sasa yoyote anayeweza kuidhibiti Israel ni Marekani pekee na sio Umoja wa Mataifa, wala nchi zote hawawezi sasa Hey, mazungumzo na ulisema tunaweza tukazungumza <laughs> hata mpaka kesho lakini uh, kwa sababu muda wetu nao unatukimbia kidogo Rahbi. Njia gani bora ambayo unaiona ya moja kwa moja kudhibiti hivi vita vyenyewe sasa? Ni njia ambayo unajua nchi nyingi duniani zimekuwa zikitoa lawama kwa Israeli kuishutumu Israeli kuishutumu Israeli, lakini kiuhalisia aliyekuwa anatakiwa kudhibitiwa ni Marekani sio Israeli. Israeli ndege mabomu uwezo ujasusi sijui kila kitu mifumo Marekani. Marekani katika week tunasema miezi, tunasema miezi 24 iliyopita, toka vita imeanza miezi 23 ametoa more than 30 billion dola kuipa Israeli kwa ajili ya kuendesha vita. Marekani kwa kawaida ana mkataba na Israeli ambao unaenda miaka kumi kumi. Obama aliusaini mara ya mwisho. Kwa, kwa, kwa kifupi sana hmm, una dakika moja na dakika moja ndio nakwambia, anaipa Israel 3.8 bilioni kwa mwaka, ukigawa ni sosa, Marekani anaipa Israeli kila siku dola milioni kumi, yani bilioni ishirini na nne kila siku. Marekani anaipa Israeli kufadhili kila kinachoendelea, maanake kama sio ufadhili wa Marekani Israeli angeacha. Huwezi kuendesha vita na jirani wote, gharama, huna uwezo. Kwa hiyo yupo ambaye anafadhili sasa ili tumalize haya, ni lazima wale wafadhili wa Marekani, mfano nchi za Kiarabu zinaofanya biashara na Marekani. Juzi wamefanya uwekezaji wa, wa matirioni ya fedha mm. Kateni, mwambie kuwa hatukupi na hatutaki, mdhibiti mtoto wako, imekwisha imekuisha. Ay, anaye, kin, kinadhibitiwa kivuli, anaachwa mtu mm. Sawa, tunakushukuru sana Rahbi, kwa kweli eh, madini yamekuwa ya kutosha sana.